Moja ya vitu ambavyo vinafanya watu wengi hatuoni mafanikio, hatuendelei, hatubarikiwe ni kufanya vitu kwa mashindano. Yaani, huko unafanya kitu, huko unafanya kazi yako, huko unafanya huduma yako, uko unafanya biashara yako, lakini wewe kwenye akili yako, huko unataka uonyeshe fulani, huko unataka ufanye zaidi ya fulani huko unataka uprufu fulani kwamba wewe unaweza, wewe unajua, wewe umeendelea. Alafu na yule mtu ambaye huku unashindana naye, ye hana hata mpango na wewe. Ye iko naishi maisha yake kawaida, ye iko nafanya kazi zake kawaida, ye iko naendelea, hana mpango na wewe. Alafu huku unavunjika, huku fulani aone tu, fulani aone tu. Ni kuambie utajivunja bure kufanya mashindano na mtu ambaye hajui hata kama unashindana naye. Ngoja nikuambie cha kufanya. Kuanzia saa hii, anza kushindana na wewe mwenyewe. Anza kuangalia umefanya nini katika maisha yako. Umeongezeka kwa kitu gani? Kwenye huduma yako umeongezeka nini? Kwenye kiroho chako umeongezeka nini? Kwenye relation yako umeongezeka nini? Jishindanishe na wewe mwenyewe, acha kushindana na watu ambao hawana mpango na wewe. Angalia wewe unatoka wapi, uko wapi na unataka enda wapi? Tangu Januari mpaka leo umefanya nini? Umeongezeka wapi? itakusaidia wewe mwenyewe kupambana, kujifocus ili Mungu abariki maisha yako. Ndio maana watu wengi wanatumia pesa kwa vitu ambavyo havina ha, maana vitu ambavyo haukihitaji. Umeona tu mwenzako amenunua simu amenunua iPhone 17 Pro Max na wewe unataka tu upruvu, unashindana naye na mimi ntanunua. Kumbe ile pesa wewe ungechukua ufanye nayo biashara ingekusaidia sana, ingekupa faida, alafu ungenunua hiyo simu ungenunua chochote ambacho unataka, lakini sababu ulifanya kwa kushindana, ukaenda kutumia pesa vibaya. Um, wengi sana mnanunuaga vitu ambavyo hamuvihitaji, lakini sababu tu unataka uproof, unataka uonyeshe, unataka uonekane, umenunua nguo ambao utavaa mara moja tu, lakini ukiangalia hiyo gharama we mwenyewe unaenda hesabu pale kitandani unasema, ah, ah, mbaya sana. Sababu gani? Roho ya kushindana. Acha hiyo tabia, jishindanishe na wewe mwenyewe. Jifocus kwa mambo yako, jifocus kwa biashara zako, jifocus kwa familia yako, jifocus kwa huduma yako. Acha kuangalia ya wengine, acha kushindana na wengine. Hawana mpango na wewe, wao wanaishi maisha yao, na wewe ishi ya kwako, alafu uone baraka na mafanikio kwenye maisha yako, yeah.